Hadithi inaanzia katika kitabu cha Mwanzo 25. Isaka mwana wa Ibrahimu alikuwa mimoa Rebeka. Lakini Rebeka hakuweza kupata mtoto kwa muda mrefu. Isaka akamwomba Mungu, naye Mungu akasikia maombi yake, Rebeka akapata ujauzito. Lakini ujauzito ule ulikuwa wa ajabu kwa sababu watoto wawili walikuwa wanapigana tumboni mwake. Mungu akamwambia Isaka, mataifa mawili yako tumboni mwako na mataifa mawili yatatoka ndani yako. Taifa moja litakuwa lenye nguvu kuliko jingine, na mkubwa atamtumikia mdogo. Mwanzo 25 mstari wa 23. Wakati wa kujifungua kwa Rebeka ulipofika Mtoto wa kwanza alitoka akiwa na ngozi nyekundu na mwenye manyoya mengi, akaitwa Esau. Mara tu baada ya Esau kuzaliwa, Yakobo akatoka akiwa amemshika ndugu yake kisigino. Hapo ndipo jina Yakobo likatolewa, maana yake anayeshika kisigino au anayepora. Miaka ikapita Esau akawampiga mishale na mwindaji. Wakati Yakobo akawa mtu wa nyumbani tu, mtulivu na mwenye akili. Siku moja Esau akarudi nyumbani amechoka baada ya kuwinda. Akamkuta Yakobo amepika mchuzi wa dengu. Esau akasema, nipe baadhi ya huo mchuzi mwekundu kwa maana nimechoka sana. Yakobo kwa ujanja akamwambia Niuziye kwanza haki yako ya mzaliwa wa kwanza. Esau kwa sababu ya njaa akakubali kuuza haki yake kwa chakula. Hivyo Yakobo akapata baraka za uzaliwa wa kwanza kisheria. Baadaye Isaka akiwa mzee na macho aliyopofuka, alitaka kumbariki Esau kabla ya kufa. Lakini Rebeka mama yao alimpenda zaidi Yakobo, hivyo akaandaa mpango kwa ujanja. Kwa hila hizo Yakobo akaenda kwa baba yake akiwa amevaa mavazi ya Esau na manyoya mikononi, ili aonekane mwenye manyoya kama Esau. Isaka licha kusikia sauti ya Yakobo, lakini akavavasa manyoya, akadhani ni Esau, hivyo akambariki Yakobo badala ya Esau. Baraka hizo zilikuwa, Mungu akujalie umande wa mbinguni na utajiri wa nchi, mataifa na wakuu watakuhudumia, ndugu zako watakunyenyekea. Mwanzo 27 mstari wa 28 mpaka 29. Esau alipojua hilo alihuzunika sana na akaapa kumuua Yakobo mdogo wake baada ya baba yao kufa. Rebeka aliposikia hilo akamuonya Yakobo, akamwambia akimbilie kwa ndugu yake Labani huko Haran, yani Mesopotamia, mpaka hasira ya Esau itulie. Ndipo Yakobo akaanza safari yake ndefu tena peke yake, akiwa na hofu kuu, upweke na matumaini kwamba Mungu bado yuko upande wake. Usiku mmoja akiwa njiani, Yakobo akaamua kulala, akaweka jiwe chini ya kichwa chake kama mto. Ndipo akaota ndoto ile maarufu ya ngazi ya mbinguni Mwanzo 28, mstari wa 10 mpaka 22. Katika ndoto hiyo aliona malaika wakipanda na kushuka, na Mungu alizungumza naye, akampa hadi kwamba Nchi hii nitakupa wewe na uzao wako, nitakuwa pamoja nawe popote uendapo. Yakobo alipoamka akasema, kweli Bwana yuko mahali hapa, nami sikujua. Akalipa jina eneo lile la Bethel akimaanisha nyumba ya Mungu. Basi bwana Yakobo alipofika Haran alimkuta Raheli binti mrembo wa Labani akichota maji kisimani akatokea kumpenda sana. Labani baba yake Raheli akamwambia kwamba amfanyie kazi miaka saba kama mahari ya kumpata Rahel. Yakobo akaona isiwe shida, akakubali kwa furaha. Lakini baada ya miaka saba, Labani akamdanganya Usiku wa arusi alimpa Lea dada mkubwa wa Raheli. Yakobo alikuja kugundua hilo asubuhi lakini tayari ameshaoa. Kwa hiyo akafanya kazi miaka mingine saba ili aje kumpata Raheli. Na baada ya miaka hiyo saba mingine kuisha, Yakobo akawa na wake wawili Lea na Raheli, pamoja na watumishi wao wawili Bilea na Zilpa. Kupitia wake hawa Yakobo alizaa watoto kumi na wawili ambao waligeuka kwa kabila 12 za Israel. Hata hivyo, Yakobo aliendelea kufanya kazi kwa Labani kwa miaka mingi zaidi, na kwa hekima aliyopewa na Mungu alijua namna ya kuzalisha kondoo wengi wenye afya njema. Labani alijaribu kumdanganya mara nyingi, lakini Mungu alimbariki Yakobo zaidi. Akawa tajiri sana kwa mifugo, watumishi na mali. Baada ya miaka mingi, Mungu akamwambia Yakobo, Rudi katika nchi ya baba zako, nami nitakuwa pamoja nawe. Mwanzo 31 mstari wa tatu. Yakobo akaondoka usiku, akachukua wake zake, watoto na mali yake yote. Labani alipogundua, alimfuata kwa asira lakini Mungu akamtokea Labani katika ndoto na kumuonya asimdhuru Yakobo. Hivyo walipoonana tu wakafanya agano la amani na kuagana kwa heshima. Kabla hajafika Kanaan, Yakobo alijua lazima akutani na kaka yake Esawu ambaye aliwahi kuapa kumuua. Akiwa na hofu, alituma zawadi nyingi mbele yake ili kumtuliza kaka yake. Usiku ule ule, kabla ya kukutana naye, Yakobo alibaki peke yake. Pia ndipo mtu mmoja, malaika wa Mungu, akaja akapigana naye usiku kucha. Na wakati kulipoanza kupambazuka tu, malaika huyo akamgusa paja akaliumiza, lakini Yakobo akasema, sikuachilii usiponibariki. Mwanzo 32 mstari wa 26. Malaika huyo akamwambia, jina lako halitaitwa tena Yakobo bali Israeli, kwa maana umepigana na Mungu na watu nawe umeshinda. Tangu hapo Yakobo akawa Israeli, baba wa taifa la Mungu. Asubuhi Yakobo akamwona Esau kaka yake akija na wanaume mia nne, lakini badala ya chuki Esau alimkimbilia akamkumbatiya na kumbusu ndugu yake. Wote wawili wakalia. Hivyo wadui wa miaka mingi ukaisha, walipatana kabisa, kila mmoja akiendelea na maisha yake kwa amani. Je, umejifunza nini kwa kisa hiki cha Yakobo na Esau? Niandikie hapo chini kwenye komenti. Mimi naitwa Ananias Edgar.